Kwa nini niliamua kwa niaba ya nchi yetu kufikia hatua hiyo? Hatukukatishwa tamaa kulifanyika utafiti wa kina na hasa shauku kwamba inasababisha hatua muhimu ambayo ni daima dhamira yangu, na sio utambuzi wa ishara. Ni utambuzi unaozindua mchakato na uruhusu njia ya kupata amani, na hili niliamua kutokana na sababu mbalimbali mbali. Sababu ya kwanza ni kwamba leo, nini malengo yetu ya kimkakati? Kwanza ni kuachia uhuru kwa mateka wanaoshikiliwa na Hamas. Unaona kwamba vita hairuhusu kabisa, badala yake inawaweka hatarini. Pili ni usitishwaji vita, kuokoa maisha ya watu Gaza, urejesha shughuli za kibinadamu. Hili linawezekana ikiwa tutafikia kuvunja nguvu za kijeshi za Hamas. Ikiwa unataka kufikia malengo hayo, yafaa kuwa na njia za kisiasa vinginevyo ni kama kuwakusanya Wapalestina wote ni kundi la kigaidi It la Hamas kimkakati. Ndio maana niliona kutambua taifa ito la ito Palestina ito ni muhimu katika ito kipindi cha vita sure. Lakini la pia ni njia pekee ya, ya kuitenga Hamas pekee. Naongelelea tukio jeshi la Israel limerejesha uwezo wake wa ulinzi katika eneo hilo, mojawapo ya matukio ya Oktoba tarehe saba. Sote tunakumbuka waathiriwa na waliouawa katika tukio hilo baya la kigaidi, waliojeruhiwa na mateka, lakini pia ilikuwa ni kuanguka kwa uwezo wa kujilinda wa Israel katika ukanda. Imerejesha uwezo wake kwa matukio ya kiusalama yanayoonekana kwa kulenga ngome za kigaidi, imekata Kichwa kundi la kigaidi Maintenant, la Hamas. Ninachokisema ni mafanikio yamefaulu, lakini je, Hamas inatoweka kupitia vita? Jibu ni kwamba hapana, sababu kwa muda huu tunaongea na Waisraeli wanakubaliana na mtazamo huu ne Gaza vinasababisha maafa ya raia wengi, lakini hairuhusu kukomesha kundi la Hamas.